Kuelekea katika mechi ya hapo kesho mechi upande wa michuano ya Mapinduzi elfu mbili na ishirini na sita. Simba ni moja ya timu ambayo inakwenda kushiriki michuano hii ya Mapinduzi Cup 2026 ikiwa inahitaji kufanya vizuri kutimiza makubwa ambayo tayari wameweza kujiwekea kama sehemu ya ubora, ufanisi, weredi na mengi yaliyotukuka katika upande huo. Kuelekea katika mechi hiyo tumetazama muda mchache uliopita coach Steve Baker amepata nafasi ya kuzungumza katika upande wa press conference akieleza maandalizi ya kikosi chake, ubora wa timu yake, na kila wamekiandaa kuelekea katika mechi ya hiyo kesho, watu ya just waiting for mechi ya kesho, itakuwa ni mechi ina gani, lakini pia uh, coach anakwenda kufanya jambo gani ambalo tutarajie na kuitazama Simba ikiwa inafanya vizuri Simba. Uh, wanacheza kesho tarehe tatu ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, itakuwa ni mechi yao ya kwanza chini ya kocha Steve Baker, lakini pia itakuwa ni mechi yao ya kwanza katika mwaka huu wa 2025 2026 baada ya kumaliza mwaka 2025, lakini pia uh, upande wa Simba Sports Club, hii ndiyo michuano ambayo kocha anasema anahitaji kuitumia kama fursa ya kuweza kuutwaa ubingwa wa uh, uh, uh, Mapinduzi ka so tunasubiri tuone, je icha ambacho tayari Simba amekiweka kama ahadi yao kinakwenda kutimia. Yapo baadhi ya mambo ambayo coach ameyazungumza Steve Baker kupitia katika mkutano huu pamoja na waandishi wa habari, akieleza kwa kina juu ya maandalizi ya kikosi cha wekundu msimba simba na jambo gani ambalo pia tutarajie katika mechi hiyo kesho, Simba dhidi ya Mwembe Makundi, mechi ambayo itapigwa toka mnamo majira ya saa mbili na dakika 15 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Kwa mjibu wa coach Steve Baker, kile ambacho amekuja kuzungumza moja amekiri na kuweka wazi zaidi kwamba kesho watakuwa na mechi ngumu, lakini yuko tayari kuhakikisha kwamba hiyo mechi wanafanya kila liwezekanalo na kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri na kuwa katika mtatahari ya hali ya juu na kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kwa mjibu wa Steve Baker akizungumza uh, kwenye press conference anasema dhumuni lao la kwanza katika mashindano haya ya Mapinduzi Cup 2025 wao kama Simba ni kuhakikisha kwamba wanalitoa taji hili na hii inawezekana.

E, msimu wa 2024 ambao ulikuwa ni msimu wa mwisho Simba kushiriki michano hii ya mapinduzi, ndio waliweza kutoa taji hili. Nakumbuka Simba libuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao la Abubakar, e, Babakar Isa e, akiwafunga Azam FC na ndiyo bao ambao liwapatia Simba ubingwa wa mapinduzi na hivi e, sasa ndio ubingwa ambao wanatamba kwa nao mara yao ya mwisho. Lakini kocha Steve Baker anasema kwamba yeye amekuja ndani ya, komba, ya mekujia Simba na amekuja kuipatia timu mataji na taji la kwanza anahitaji kwanza na taji la mapinduzi. E, katika uh, siku ya hiyo kesho akianza mechi yake ya kwanza dhidi ya Mwembe Makundi. Aidha, katika upande mwingine pia uh, Steve Baker amezungumza kuwa mashindano haya atayatumia kupata kikosi cha wachezaji wake ambao anaamini watakwenda kutengeneza mentati ya hali ya juu. Kumbuka wapo baadhi wa wachezaji wa Simba ambao wapo kwenye michuano ya Afcon ambao wanakosekana katika michuano hii, lakini pia wapo baadhi wa wachezaji wa Simba ambao wanasumbuliwa na majeraha na wachezaji wengine ambao wana sababu tofauti kama Jean Charles Awa, Sanjari na Mwamba anayejulikana kwa jina la Elimpanzo, ambao pia wao hawa wawili wana sababu maalum ambazo zinawapelekea wao kukosekana ndani ya kikosi cha vijana wa wekundu wa Msimba Simba katika michuano ya Afcon. Kwa upande wa coach Steve Baker pia e, ameeleza zaidi nyota wawili ambao hawa ni wachezaji ambao tayari Simba ipo nao uh, Simba wapo nao katika sehemu ya mazoezi, na obviously ni siku ya tatu uh, wakiwa na kikosi cha Simba leo hii ikiwa ni siku ya nne, uh, kocha akiwa anazidi kuwatazama upande wa mazoezi, nini ambacho watakwenda kufanya. Kumbuka Simba tayari imewaidhinisha na kuthibitisha kwamba miamba hii miwili itakwenda kutumika katika michuano ya Mapinduzi Cup 2026 lakini pia if usajili wa Clatous Chota Chama unakamilika kwa hivi karibuni kabla ya ya michuano ya Mapinduzi ilikuwa imefikia katika level za juu, wakati pia tutakwenda kumduzia tumtazama Chama pia na kwa nisema sijibao coach atatumia katika mechi ya Mapinduzi. Coach amesema kwamba hawa wachezaji wapya atawatumia ili kutazama kama watakuwa na uwezo wa kumpatia kila anachokihitaji. Atakaye deliver, uh, atakaye toa kila anachokihitaji, basi moja kwa moja huyo ndiye atakayepatiwa mkataba na kusajiliwa ndani ya Simba, lakini yule ambaye ataona uwezo wake ni mdogo, basi moja kwa moja hatopata nafasi ya kujumuishwa ndani ya Simba. Yupo Charles Ouma Eh, kutokea Kenya Police, na huyu ni mchezaji kutoka Sudan miaka 26 lakini yuko Bright Anukani, huyu anatokea Uganda, ni kijana wa Uganda anaitumikia timu ya KCCA na mchezaji wa zamani wa Vipers. Yeye yeah, ana umri wa miaka 25 naye yeah, ni mmoja usijambo anafanya trials ndani ya yes, Simba Sports Club. Uzuri wote ni viungo, na Simba miongoni mwa maeneo ambayo wanahitaji kufanya maboresho makubwa ni katika eneo la kiungo, so hayo ni baadhi ya machache ambayo coach kayazungumza na kusisitiza, eh, katika upande wa michuano ya mapinduzi, na Simba wao wanasema wanahitaji kulitoa taji hili la mapinduzi Cup 2025. Wewe binafsi upande wako una maoni yapi? Kuna mtazamo wapi? Kikubwa ni kwambie, kama ni mara yako ya kwanza, pia hakikisha umeweza kuhakikisha eh, pia umeweza kuichagua na subscribe eh, Sky Media, eh, iwe cha, eh, chimbo lako ambao tutakwenda kuzipata taarifa zote zenye ujazo na ufanisi wa michezo zaidi, na haswa wakati ambao tayari tupo katika dirisha dogo, utapata uh, taarifa zote kwa undani mkubwa na mengi ambayo pia yanazidi kuonekana.